Ilikuwa watu wanaulizanga mambo ya lenye ilikuwa taunda lineup lini, nani atakuwa governor, nani atakuwa senator, nani atakuwa women rep. Wasiwasi ilikuwa mingi siku sisi kwetu, sisi watu IRBA, lakini hata wale wa nje na wale pinzani yetu, wale ambao tunashindana nao mara mingi, wanasema hawa wanashindana na sisi hata hawana governor. Nataka niwaambie hii ni siasa, na kuna mambo ilikuwa tunaangalia, tunasubiri itokee, na ishatokea juzi mambo gani? Mwenzetu governor, ndugu yetu ambaye anakalia kiti mwezi kadhaa, alisema governor atatoka ndani ya boxi. Tukasema wacha tuongoje hii boxi itatoka nani. Juzi ametoka kwa boxi, Governor yake achatoka kwa boxi juzi. Sisi governor Irba tutotoe kwa boxi 2026, na 26 nembaki mwezi mbili, sindio? Sindio? Imebaki mwezi mbili, 2026. So, 2026, gavana wetu hatatoka kwa boxi, na kama atatoka kwa boxi, tutapata mpya, ndio huyo bendera, wasiwasi wote. Kwa hivyo gavana na wale jamaa wengine, ilikuwa tunangoja atatoka kwa boxi, ametoka kwa boxi, tumeona. So, gavana wetu hatatoka kwa boxi hii, lakini 2026, kwa uwezo wa Allah, kwa mapenzi ya Mungu, atatoka wazi namna so, hii so, na atakuwa pale tume agree ya kwamba tuta tutaona siku hiyo ile, kamiti 14, uh, we discuss na kufanya kama resolution ile kapita, kwamba katika hiyo lineup yetu sasa, kuna arrangement tumefanya, kuna task force tumeweka, tumeweka task force ambayo tumeweka, na watafanya hiyo kazi na majibu mutaipata uh, 2026 anytime from 2026. Ah, uh, ile ngine tutasikizana kama uh, kama IRBA Brigades, katika resolution yetu tumesema we are going to have a very serious ground engagement, very serious ground engagement from Kora to Kipini, so we shall give you a date. Na sisi ni tukizungumza, ni tunasema tunatenda tunasema na kutenda, atutende na tuseme na kwenda. Nilisimama hapa kwa mapenzi ya Mungu, watu wote wale waliotaja siku ile na hapa na hii, tutaweka tarehe members of, tutapatae tutatangaza na resolution again. Nataka niwakishie kwamba hapa